Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Dkt. Jakaya Kikwete Mrisho Kikwete amefungua mkutano wa Halmashauri Kuu ya CCM mjini Dodoma na kumpongeza kazi iliyofanywa na kamati ya maadili kwa madai kuwa itawarahisishia wajumbe ya kazi yao. Kikao hicho kinatarajiwa kuketi kwa siku mbili na kuhudhuriwa pia na mgombea rais wa chama hicho Dr John Pombe Magufuli na mgombea mwenza Samia Suluhu pamoja na waziri mkuu Mizengo Pinda <coughs> Ayu, chama, inasonga mbele, si, yu, oye. Oye. Ndugu wajumbe habari ya, ya safari habari ya toka mkutano wetu wa mwisho yeah. Nukutana safari hii kumalizia mchakato wetu katika hatua ya mwisho ya kupata wagombea wa Chama cha Mapinduzi katika vyombo vya dola, na sasa tunashughulika wagombea kwenye nafasi za ubunge na uwakilishi: bunge viti maalum, ubunge wa majimbo, bunge viti maalum uwakilishi majimbo uwakilishi viti maalum. Watu waliogombea ni wengi wengi sana, gombea kwenye chama cha mapinduzi. Inaonekana kuna mvuto mkubwa, kwa hiyo tuna kazi kubwa, lakini kazi tuliyofanya kwenye maadili, tutafanya kwenye kamati kuu, itatusaidia kuharakisha kazi hii tutaifanya kwa muda mfupi zaidi kuliko vile ingekuja kwenu ikiwa mbichi kabisa. Tuanzie hapa. Baada ya kusema hayo, mkutano umefunguliwa.